Kifo hakiletwi na tamu, lakini tamaa inaweza. Sukari ya asili haijawahi kuua, kwa sababu mazingira ni mwalimu. Kiasi ndicho kinga, si ladha. Tunda lina sukari lakini pia lina breki, vitamini, nyuzi nyuzi, maji. Mwili hupata tamu bila pigo. Ulimwengu haukosei, huja na mizani yake. Kinachotudanganya si sukari ya asili, ni ile tunayotenga na asili. Juisi bila nyuzinyuzi ni uongo, ni sauti ya tunda bila mwili, na uongo hupita haraka kuliko ukweli. Asili inatoa sukari ndogo, akili inapokea. Lakini kiwanda kinatoa mlima, unapotea. Sukari ya asili haikuui kwa sababu haikimbili wili.